Jambo jema sio lazima wakaliona. Watu wengi wanatutishia kwamba CHADEMA itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? CHADEMA itakufa hii, naife kama tutasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli. Naife kuliko kuwepo inasimamia uongo <laughs> kuliko tuwe na chama kinachosimamia uongo. Tuko tayari sisi wengine kuacha hii siasa